Watanzania wenzangu, inabidi tubadilike. Yaani mtu anaona kabisa bango linasema viatu vizuri vya ngozi vilivyotengenezwa, made in Tanzania, na watanzania wenyewe na vinavaa, mtoto akivaa vinadumu na kudumu, na hata baba akivaa viatu au mama akivaa viatu vya ngozi vinadumu muda mrefu. Yeye anakuja huko, anakuambia: oh, brother nimeona tangazo lako. Sasa mimi nilikuwa na viatu sijui nafanya biashara eh, nataka vinatoka Singapore, si India, si Bangladesh, nataka tufanye biashara. Sasa ukijiuliza hata kama ni utapeli sawa, si ni utapeli, si ni uzushi, lakini angalia, sisi tunajitahidi kukuza soko la Tanzania livuke mipaka kwenda nje. Badala ya kuja na plani ya kubeba viatu vyetu hapa kuvipeleka huko nje, unaniambia mimi nichukue malonya lonya hayo huko? si unatoa wapi huko? magari wapi si huko, mama mbele mbele kwa hapa porini huko, nianze kuwauzia wateja wangu walio zoea viatu imara vya ngozi ambavyo vimetengenezwa hapa hapa huku siku huku, kwa kweli ni viwanda vya Tanzania na viwanda vya wajasiriamali wa Tanzania ambao wanajipambana kiasi kukuza soko, hata vile viatu vyaweza kuuzwa hata Kenya, Uganda. Kweli mtu akishaona akishaona unasogea sogea anakuletea atendaye nataka nikuletee viatu kutoka Bangladesh. Vya nini sasa? Eh, mara mwingine anakuambia unataka nikuletee viatu kutoka siyo India. Vya nini? Wakati hapa Tanzania viatu imara vya ngozi vinatengenezwa watu wanavaa miaka miwili, mitatu, minne, mitano mtu mpaka anamaliza nacho shule. Wewe unataka kutuletea malonyalonya. Watu tunataka tutoke kwenye malonyalonya. Wewe unang'aniza tu. Jamani, wa Tanzania tubadilike. Tusivunjane moyo kiasi hicho. Kama wewe una biashara yako ya malonyalonya, fanya biashara yako